kama belinda angejua kilichokuwa kinamsubiri nyakati zile za usiku wa manane pale mtoni asingesubutu kabisa kuingia mtoni mimi naitwa Jimmy Godfrey frey belinda alikuwa na umri wa miaka 19 alikuwa ni binti yatima aliyekuwa anaishi nyumbani kwa mjomba wake kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza alifunga kanga yake ya zamani kiunoni na kuanza kufagia uwanja mgongo ulikuwa na muuma, mikono ilikuwa inachoka, lakini aliendelea kufanya kazi. Baada ya kufagia uwanja, alipika, akaosha vyombo, akachota maji na akasafisha nyumba. Wakati huo wote, Rita, binti wa mjumba wake, alikuwa amelala kama malkia mpaka jua lilipochomoza. Belinda, umepiga pasi gauni langu Belinda, mbona maji yangu sio ya moto? Belinda, we ni kiziwi? Belinda alikuwa hajibu chochote alijifunza mapema sana kwamba ukimya siku zote unalinda, ndivyo alivyodhani, mpaka siku alipotambua kwamba ukimya haukusaidia chochote. Nyuma ya nyumba yao kulikuwa na bafu dogo, bafu la kienyeji. Kila jioni baada ya kupika Belinda alioga pale. Kila mara alikuwa na wasiwasi, alisikia kama nyayo za mtu zinatembea, aliona vivuli, lakini aliendelea kuoga. Akajidanganya akasema, ah, sio kitu, mawenge yangu tu naichi kibafu si usiku. Siku moja jioni, alipokuwa akijimwagia maji, alihisi kana kwamba macho yalikuwa yanamtizama. Aliguka haraka, hakukuwa na mtu. Alimaliza kuoga kwa haraka, huyo akaingia ndani. Aliingia ndani, alikuwa anatetemeka sana. Kulikuwa hakuna joto, lakini alikuwa anatetemeka. Asubuhi iliyofuata alipokutana na rafiki yake wa utotoni alikuwa anaitwa Konlai, aliona uso wake umejaa wasiwasi. Akamwambia, Belinda, lazima niongee na wewe, alisema kwa sauti ya chini. Belinda akamuuliza nini? tuongee nini? Konlai akaangalia huku na kule kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayesikia, akamwambia, jana ulipokuwa unaoga, kuna kitu niliona. Moyo wa Belinda ulisimama ukapiga boom. Belinda akahisi labda Konlai Alimchungulia akamuuliza umeona nini? Akamwambia mjomba wako alipanda juu ya mti wa mwembe, alikuwa anakuchungulia. Nilimwona kwa macho yangu, nilimkemea, akaruka chini na akanitishia ni nyamaze. Belinda alishika mdomo wake akitetemeka. Mjomba wake, mtu ambaye anampa hifadhi, aliwezaje kumchungulia kule alimwambia kwa upole sana kwamba Belinda, haupo salama, maisha yako hayapo salama. Sasa jioni ile, Belinda aliporudi nyumbani akamfuata mjomba wake akamuuliza. Alipomuuliza, mjomba wake alikana kwa hasira sana, lakini macho yake yalitoa majibu kwamba ni kweli, alimchungulia usiku huo. Belinda alikuwa nje ya mwanga wa mwezi, akajikumbatia akiwa ni mtu ambaye ana mawazo sana Alikuwa hawezi tena kuoga pale nyumbani, akatazama msitu uliokuwa nyuma ya kijiji chao, mahali ambako palikuwa na mtu wa siri. Ni msitu wa kutisha usiku wa manane, kila mtu atakuwa amelala, Belinda alijisemesha. Hapo ndipo uamuzi hatari ulipozaliwa. Hiyo siku haitakuja kusahaulika kwa Belinda. Usiku uliofuata, Belinda alitoka kimya kimya nyumbani akiwa na taa ndogo mkononi mwake. Aliingia msituni hadi kufika katika mto. Maji yalikuwa ni mazuri sana, maji yalikuwa yanang'ara kama fedha. Akaoga kwa mara ya kwanza bila hofu, lakini hakujua kwamba kuna kitu kilikuwa kinamtizama. Alipomaliza kuoga, aliona kivuli kikubwa nyuma ya mti, akasikia sauti ya mtu kimuita jina lake. Alikimbia hadi nyumbani, lakini usingizi siku hiyo haukumjia. Aliporudia tena kwenda mtoni usiku uliofuata Ndipo mambo yalibadilika. Njiani kurudi, alihisi kizunguzungu, akasikia sauti nyuma yake, msichana mzuri, msichana mrembo, njoo kwangu. Mwanamke mzee akaonekana, akampulizia unga wa ajabu, Belinda akazimia. Belinda alipoamka alikuwa kwenye kibanda kichafu ndani ya msitu. Mwanamke mzee akamwambia, msitu uchukua unaomchagua Belinda alijaribu kukimbia lakini alishindwa, na akaonywa kuwa asijaribu tena kukimbia. Wakati huo Kunlei alikuwa anamtafuta Belinda kijiji kizima, mjomba wa Belinda hata hakujali. Kunlei akaenda kwa mfalme lakini hakupata msaada, akaamua kuingia mwenyewe msituni. Akaogopa, alikimbia baada ya kukutana na panyapori mkubwa sana, lakini Kunlei hakukata tamaa. ndani ya msitu Wachawi walitaka kumtumia Belinda kwa ajili ya matambiko, lakini ghafla mambo yakabadilika. Akaambiwa kwamba moyo wako ni safi, hatuwezi tukakuumiza. Belinda akaachiwa huru, akapewa chaguo. Alipewa masefuria mawili, kulikuwa na sefuria kubwa na sefuria dogo. Belinda akachagua sefuria dogo. Aliporudi nyumbani, alipoivunja ikawa dhahabu tupu. Maisha yake yakabadilika, akanunua nyumba ardhi na akaishi kwa uhuru. Kunle baadaye akamwambia ukweli kwamba alikuwa ni mtoto wa mfalme, akamposa Belinda na Belinda akakubali. Sasa Rita akiwa ni mtu ambaye ana wivu, naye akaenda mtoni kutafuta bahati, akapelekwa kwa mchawi, lakini tabia yake mbaya ikamwangamiza. Akachukua sufuria zote mbili kwa tamaa, alipozivunja nyumbani kwao katika sefuria kukatoka nyoka mkubwa, simba na wanyama wakali. Rita na baba yake wote walikufa vibaya sana. Mwisho wa stori hii, nadhani hata wewe kuna funzo umelipata. Belinda na Kunley waliishi kwa amani, kijiji kikajifunza somo kubwa sana kwamba moyo safi unaleta baraka, tamaa na wivu vinaleta maangamizi. Naomba nikuulize, simulizi hii imekufundisha nini? Niandikie maoni yako hapo chini, like video hii, unaweza ukashare, unaweza ukasubscribe ili kila siku kupata simulizi nzuri kama hizi. Lakini pia kama unataka majina yako yatumike katika simulizi zangu, niandikie hapo chini majina ya watu ambao unatamani uyasikie katika simulizi zinazofuata. Mimi naitwa Jimmy Godfrey.